Na ikiwezekana sisi sisemi mengi, ngoja tumalize mechi yetu ya leo, kwa sababu leo tuna mechi ngumu, lakini tukishapita hapa Mungu akijalia. Wao walifika labda kucheza fainali. Labda sisi tunaweza tukaja na ndoa wenyewe. Yaani umesema usemi mengi, lakini leo tumeamua kusema. Nimeamua kusema. Wao walifika kule kwa sababu sisi hatuwe tulifika muda mrefu sana lakini kipindi hicho wao sio tuseme wajazaliwa lakini wamezaliwa kwamba akili yao ilikuwa kwamba ubongo wa kamasi hata sielewi. Unajua, unaweza ukawa na akili lakini ukawa na ubongo wa kamasi unalazimisha, kwamba hicho ulichofika wewe mwenzako hajafika, kumbe Simba ambayo tulisahau mwaka 93. Kwa hiyo sasa hivi tuangalie Simba kucheza fainali tunaangalia, tutachukuaje? Ndo hakuna uongozi uliosimama kama wa Simba, na hii kusimama sio umeanza hii, tangia dari hizo. Ila cha kuwashauri zaidi waangalie sana na mikoani, wapanue wigo, umeona huku mikoani kuna watu wengi sana, na Simba inatoka huku chini kabisa, yani kama anavyofanya mediali matamasha yake, asiishie tu kule sijui Dar es Salaam nini. Kuna siku zingine akae, bwana, leo Bagamoyo watu nakaa, tunaumia na timu yetu sisi, lakini tunaomba waje na sisi huku, tuna shauku wa kuona wao wanafanya hamasa huku, eh, muape ya kwenu, muape ya kwetu, yani wale kule, ujue ukiwa kwenye chakula uone, lakini aliyokuona na kuona wewe unakulaje, sawa hata sehemu mnapoteleza watu wanaangalia kwamba hapa tufanye hivi tufanye si, huku chini ndo tunaona e, bwana. Huu ni ule mwendelezo wa safari ambayo imetuleta mpaka katika wilaya hii ya Bagamoyo mkoani Pwani. Lengo kubwa zaidi ni kuja kuzungumza na wadau wa mpira, lakini hasa kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba ambao leo wako pale nchini Misri eh, kuhakikisha kwamba wanakwenda kutetea ile heshima ya nchi katika michuano ya mpira wa miguu ama enyewe tunapenda kuita soka. Niko naye mwanangu sana hapa eh, mdau wa Msimbazi huyu kusikiliza maoni yake kuhusiana na Simba lakini mpira wa Tanzania kwa ujumla eh. Bwana mzee mambo ni aje? Eh bwana, mambo mazuri. Eh? Mambo mazuri. Mbona umepoa mzee mwanangu? Ah, sijapoa. Sijapoa ila kulingana tu na jana, tumetoka kwenye sikukuu ya Idi, yeah. Naona leo mambo yamekuwa mazuri zaidi. Kwa lazima utulie, uangalie harakati zinazokuja. Yeah. Na leo tuna mechi kama hivi kwa, tunapanga mbinu zetu nini tufanye? Ah, kwa, na nyinyi mpo kwenye kipengele cha mbinu. Eh, hey, ujue, kila kitu bila mbinu bila maarifa huwezi kufika kokote, yeah. Kila kitu kwanza, lazima uanze na maarifa, mbinu utafanyaje? Na ndio maana naambia, kuna walimu kuna si benchi la ufundi kila kitu lazima ipatikane ndio ipatikane timu na washabiki na matawi, kwa hiyo yeah. Wale ambao hawajafika hapa hawana maarifa, wasiofika hapa sio wamekulupuka yani, kwamba walikuwa hawajijiandaa kwamba nini tufanye na yeah. Wakati wengine uongozi naye unachangia kwamba ujue kila mnachokifanya mna malengo kwamba mwakausinabidi tufanye nini, umeona, hata si wenyewe, sio malengo yetu kucheza huku, inatokea baada ya kucheza kule tukapata nini, nafasi hii. Sio natujua kwamba mambo yetu klabu bingwa, na hata hivyo maona wenzetu wameenda siku kadhaa, ndio hivyo wamerudi, wanasema shida haina sheria ha? E, shida haina sheria <laughs> shida haina sheria ah, eh, shida haina sheria, kukubaliana na hali uliyokuta. Shida haina sheria, shida haina sheria ndugu yangu. Kwa hiyo hiyo shida haina sheria ni ya upande wa ubaya ubwela au upande wa pili? Ah, ujue kungangania nafasi kama sio yako, ndo anakuja kukukuta kama anayokukuta eh, usitaki kulazimisha kitu ambacho ukiwezi eh, kwa hiyo fta kitu unachokiweza. Unaona huku si tumewashikilia, na ikiwezekana sisi sisemi mengi, ngoja tumalize mechi yetu ya leo, kwa sababu leo tuna mechi ngumu, lakini tukishapita hapa, Mungu akijalia wa hmm. Wao walifika labda kucheza fainali ah. Labda sisi tunaweza tukaja na ndoo yenyewe, yani usemi mengi hey. Lakini umeamua kusema, nimeamua kusema <laughs> wao walifika kule, kwa sababu si atu tulifika muda mrefu sana lakini ah. kipindicho wao sijui tuseme wajazaliwa lakini amezaliwa kwamba akili yao ilikuwa kwamba ubongo wa kamasi hata sielewi. Umeona, unajua, unaweza ukawa na akili lakini ukawa na ubongo wa kamasi, unalazimisha kwamba hicho ulichofika wewe mwenzi hajafika. Kumbe Simba ambao tulisahau mwaka 93 kwa sasa hivi tuangalie Simba bako kucheza fainali. Tunaangalia tutachukuaje ndo? Ndicho kilichokuwepo. Bana, Simba msimu huu mmekuwa vizuri sana eh, kwenye michezo yenu, mashindano mbalimbali mbali ambayo mnashiriki. Eh, mko pale NBC Premier League, mko nafasi ya pili mm. eh, kombe la shirikisho hili hapa mmeongoza kundi, lakini mko hatua ya robo finali mm. eh, lakini pia michuano ya CRDB Bank Federation Cup mko hatua ya robo finali mm. Nini hasa siri ya mafanikio haya ambayo wakati msimu unaanza eh, malengo yalikuwa ni kutengeneza timu, lakini ni kama sasa mmetoka mmevuka yale malengo ama mnaelekea kuvuka yale malengo ambayo mmejiwekea? Kwanza, uongozi uko makini kuna mechi, kuna timu zina malengo na kitu na kuna timu yani zinacheza kiujanja ujanja ujanja ujanja ufai kama unavyoona sasa hivi. Wenzetu wamezaminiwa karibu ni mechi siku 13 na ngapi na mzamini mmoja. Kwa hiyo sisi tunacheza mpira uhalisia, wenzetu wanacheza mpira yani ile ujanja ujanja, ili wachukue tu ligi kuu. Sasa usiangalie hapa, angalia mbele unakokwenda. Unaambiwa usiangalie huyu anayekukimbiza, angalia anayemkimbiza yukoje? Yeah. Na ndo hayo ya matokeo yake anakuja kuishia hapa, umeona. Kwa Simba ilikaa inaangalia kwamba miaka minne tumeteleza wapi, tutengeneze timu ya namna gani, ilikuwaje timu yetu ilichokaje kweli, tumekuja kutengeneza. Na Simba ni taasisi, sio timu ya mtu mmoja akikaa tu na mke wake akikaa bwana leo tuamue tu kufanya hivi. Hapana, sio Simba. Kuna, kuna timu ae, kuna timu sikia wao kwamba lazima engineer akisema tu sio nini ae. Wanamuta sio rahisi wa miogo sio ya nini, kwa akisema tu bwana, leo timu hii leo atuchezi mechi basi, yeye na mke wake, lakini sio kama taasisi iliyofanyika. Sisi Simba wana watu wanakaa, wanajadiliana kwamba hapa tufanyeje, na ukiangalia uongozi wa Simba mpaka inasaidia nchi wakati mwingine, wanasaidia nchi kuangalia, bwana mchezaji asicheze ana kadi, unaona, kwa hiyo Simba tangia dari hizo ina uongozi bora, sio uongozi tu wa uhuni uhuni, ujanja ujanja mwingi, mwisho wa siku hakuna nafasi yoyote kwenye mpira, unaona. Na ukitaka kuangalia hivi Yanga, wamepeleka kesi kibao kasi, hakuna hata mmoja aliyoshinda zaidi ya wao kupiga fine. Lakini angalia walizopeleka hao viongozi, wakakaa wenye akili zao, unaona kabisa, wamefocus kitu kwamba tunafanya nini. Vitu vimetokea na faida kibao, Simba imepata vingi vingi, umeona. Utakuta hawa, wameenda, siku, ume... yani, walibahatika, nini, lakini utakuta hawa wenzetu wamedili tu kuangalia hapa, ujanja ujanja kucheza kucheza, walibahatika tu aiio, lakini ilikuwa sio malengo yao. Sasa hivi sisi kucheza fainali ya klabu bingwa sio hii, sasa hivi kama kombe tumeshachukua sana, tunataka tu sasa tuionyeshe dunia Simba hii ni nini? Mik anajua tu kwamba huu ukanda wa Sekafa huu Simba ndo namba moja yes, s Sasa sinataka tu, sio hapa tupu. Tunataka sasa watu waamke, kwamba Simba hii inasumbua wa watu, Simba gani eh? na ndio maana viongozi wakakaa, akasema kwamba mpira wa kwa sasa hivi unakuja vijana, sio ule wa kukurupuka eh? Yeah. nakaa tu mtu kaiye kasume kiwembe karibuni, yani cha miaka mingapi? si ukanyoa mpaka topazi zina zina zina zinakwisha zina, huyu mchezaji ujanja ujanja, wachezaji wanaenda kusajili kwa mama zao, wapitie kwenye taasisi eh, kwa utakuta maisha yaende ya mpira. Mtu mmoja tu akisema basi watu wote sio kwa nani wanashangilia hilo hilo, sio vizuri mpira tuupeleke kokote. Ukitaka kuangalia hilo, mimi nakupa mfano mwingine mwaka juzi ile, mimi nafikiri kulikuwa mechi ichezwe saa kumi. Kutoka kumi na moja. Kumi na moja. Mwinyi akazindua kitabu chake, Simba hapa walipeleka timu na waamuzi waka, wakaenda pale na kila hatua zilifanyika, lakini Simba hujasikia kudai si pointi tatu na vitu vingine vinavyoendelea, na shida ina wakutao, yani kuwa na waongozi watoto mashalobalo, hichi ndio kinachowaponza wao, wakikurupuka tu sasa hivi ndio hayo kiko wanatukanwa bila sababu. Ukienda hey, okay, huko sio mechi za kawaida eh? Wewe usifungwe timu gani? Mpira bwana una matokeo matatu, kuna suluhu, kuna kufungwa, kuna hivyo eh. Tusichukule mpira wa mazoea. Sasa hivi Tanzania kuwa ndo mpaka ligi yetu imekuwa ya nne, unaona, lakini wao wanaleta habari zingine ambazo sizo. Mpira uko hivyo, wabadilike. Eh, wabadilike. Eh, wabadilike sana, wabadilike mpira uendi huko. Ndio. Eh, mpira ule wa imani. Sasa hivi nanicheza mpira eh, mpira kwanza imani, yaani mambo ya kishirikina kwa sehemu ndogo sana kama una wachezaji wazuri, unafikiria imani ya kishirikina ina nafasi? Hakuna nafasi, cheza mpira uwanjani, labda yes. Eh, umejaribu kugusia namna ambavyo uongozi wa Simba mm, umesimama imara mm, labda binafsi yako mm, umepata nafasi ya kuzungumza na viongozi ama ushauri wako mm, ukiwa kama mdau mda wa Simba na mdau wa Simba kutokea katika wilaya hii ya Bagamoyo. Kwanza hakuna uongozi uliosimama kama wa Simba na hii kusimama sio umeanza hii tangia dari hizo , ila cha kuwashauri zaidi waangalie sana na mikoani, wapanue wigo huku mikoani. Kuna watu wengi sana na simba inatoka huku chini kabisa. Yaani, kama anavyofanya mdiali matamasha yake, asiishie tu kule, sijui Dar es Salaam nini. kuna siku zingine akae, Bwana leo Bagamoyo, watu nakaa. Tunaumia na timu yetu sisi, lakini tunaupongeza uongozi, unaona tunapenda sisi wakati mwingine kuona kwamba viongozi wanakuja na tamasha lile, sio kwamba wanapata watu wa Dar es Salaam tupu. Siku nyingine aende Mbeya, siku nyingine hata haji Bagamoyo, na Bagamoyo ndio kitovu watu watu cha Simba ile, watu wanataka kujua. Na sasa hivi watu tupo huku, mpaka tunashanga kuna nini, mbona huku wanakusahau? Lakini kipindi cha kampeni anakuja sana. Tuelekeza mambo mazuri bwana, tutakuja moja mbili tatu. Tunaomba waje na sisi huku tunashauku wa kuwaona wao wanafanya hamasa huku ya eh, kwetu. Kwetu yani, wale kule, ujue, ukiwa kwenye chakula uoni, lakini aliyokula na kuona wee unakulaje, sawa. Hata sehemu mnapoteleza, watu wanaangalia kwamba hapa watufanye hivi, tufanye siku, chini ndo tunaona Kweli wao wametuzidi, labda wakati mwingine kwa elimu, mambo ya kielimu haya yatabakia, lakini sisi changamoto, tunaongoza watu kwa chini, kama sio wenye viongozi wa matawi, utakuta kwamba changamoto nyingi tunaletewa sisi, lakini wakati mwingine tutawaonaje? Tunashindwa kupeleka taarifa za changamoto za huku chini, umeona? Kwa hiyo jitotoke huku, hatujalaumu hata kwenye neno moja la, ila wajishushe zaidi, wasifanyie matamasha Dar es Salaam tu, wafikie sehemu nyingi, labda chalinze waende saa zingine Mbeya, Morogoro, waende kusini, kukigoma wapi, huko kote kuna Simba. Ni Tanzania mzima kuna Simba, na sio Simba wakufugwa tu, yani kule mbugani wapo na huku wapo, na wote wakali kwao. Wajitahidi kutembea sana, sisi tupo, tupo na wao, na turudi nyuma, unaona mpaka taarifa zao tunaziheshimu walivyotutumia tu sisi ujumbe kwamba dabi inaahirishwa, hakuna mtu aliyotoa gari, lakini wenzetu wasiojielewa walianza kutoa gari, umeona. Lakini sisi tuko pamoja nao na kukuhakikishia, tunawaheshimu baada ya tangazo lao wa kuna mwanasimba yote alienda pale Benjamin? Hapana, hakuna mtu aliyoenda, umeona. Kwa utakuta kwamba wanachama wanajielewa na viongozi wako kwa makini kwao, wanapokuwa na miongozo kama hivi, hata sisi wenyewe tunasimama nao. Wakibugi sisi tunawachana tu, umeona kwa waendelee kwa hivyo hivyo, ila washuke huko chini, tuwaambie changamoto zingine, wenzetu wanazotumia mbinu zao ujanja ujanja wao, waje Bagamoyo na mikoa mingine. Wenzetu wanatumia hawa wa sisi, kwa wakati mwingine wanazungukana wenye humu, sisi tunawaona, anatoka sehemu wanaenda sehemu hii, lakini tunashindwa kufikisha taarifa. Ukifikisha taarifa, huyu katoka. Ah, wapi huyu, upo tu kwenye mitandao. washuke Ashuke wasiliane na matawi, watawaambia changamoto zao, kwa sababu sisi tunapata taarifa zote huko chini. Viongozi sisi wa matawi eh, watakapokuja kwetu watatuambia fanyeni moja, mbili, tatu, tutafanya hivi tuta... na sisi tutashauriana nao, watatuambia kwamba mpira wa sasa hivi utatakaje, kwa sababu sheria zimebadilika. Sisi tunaweza tukafikiria haya, kumbe umeona kwa kwa mwana, ichi, na sisi tunataka kuwauliza bwana tukifanya hichi hichi na hivi inakuwaje? Unaona? Hata utaona nini kwamba watu tunafuata miongozo na tunawasikiliza wao kwa sasa. Unaona? Kwa sababu ametuonyesha msimamo wa timu na kiendelee hivi sasa tuna shida nao. Hilo na, ni kwa upande wa viongozi hmm. Labda kwa wana Simba wenzako sasa wale mashabiki wanachama na hmm, wapenzi wa mpira kwa ujumla labda unawaambia nini upande wao? Kwanza, hakuna watu na wakubali kama mashabiki wa Simba mwana. Sisi tunafanya mambo kama viongozi wetu wakisema bwana, eh hapa pana complain, sisi hatufanyi vile. Umeona na uzuri wake, tunapoteleza tunajijua. Hakuna kitu kizuri kujua kwamba hapo umeteleza, lakini utakuwa mwingi wa fadhila kama hujui kama hapo umeteleza. Sisi tuliteleza kuvunja viti pale uwanja wa Taifa, matokeo tulivyojua kwamba tumejichanganya wenye tukalipa fidia zile, unaona. Lakini wenzetu hataki ambapo umeteleza, hataki kuambia umeteleza, unaona? Yani wao hawakujui ya sheria kwao, wakati mwingine waangalie sio wanabishana tu kwamba kwa vile kasema tu kwamba hiyo timu kweli tunajua ya mtu mmoja, wakiambiwa waelewe, lakini sio kila kitu. Naweza nikasema hawa wanalalamika ndio wamepata faida kubwa kupitia uongozi ulio pita wa TFF. Ujue kuna mambo ya kiuongozi na kuna mambo ya kukurupuka. Unaona? Kwa sababu kama hivyo naangalia. JCM yes, wamesajili karibu ni vilabu, vilabu vingapi sijui. Vyote hivi. Lakini Simba hajapiga kelele. Wao wenyewe wakaamua kujitoa kwa kuheshimu uongozi wao wa juu wa mpira wa nchi. Umeona? Lakini wao wakiambiwa hivyo basi hawaelewi kwanza na kuwaelewi hata kidogo. Wao, oh, sisi akisema tu leo oh, hata sasa angalia ujinga unaokuja <laughs> unaokuja. Ehe. Cefuefu eh, wanafanya kikao, wanafanya kikao akimhusu Simba wala Yanga, ila wao wameitwa kama wadau, wao wanaenda pale nje kuandama uyani. Ile unafanyaje ile yani? Ndio maana wakati mimi nasema kwamba wakati mwingine wana ubongo wa kamasi bana, tuishie hapo hapo, wana ubongo hmm, eh, wa kamasi eh, bwana, mtazamaji wa SFTV hmm. Huyu ni mdau wa soka ambaye yuko hapa Bagamoyo. Nimezungumza naye mengi kweli kweli, lakini kubwa zaidi mm, e, akigusia upande wa uongozi na mashabiki nini wafanya wana Simba kuhakikisha kwamba yale malengo yao ambao wamejiwekea basi yanakwenda sawa. Abdullah, Abdullah na muda mzuri sana Bagamoyo yenyewe, anasema Bagamoyo pazuri, kuna gile ukae, na mimi bado nitaendelea kusalia hapa. Tukutane muda na wakati mwingineo. Bye, bye.